Kuweka kibao ambacho kinatambulisha mradi ambao ni wa usambazaji wa maji katika kata sita: kata ya Mganza sehemu ya Mwangabii, kata ya Msambara, Kimobwa, Mwilambia, Kigondo pamoja na Ruhita. Mradi huu unalenga kuongeza upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi wa Kasulu, na gharama ya mradi huu kwa ujumla wake ni bilioni tatu na milioni 388 na ambao unatekelezwa na mkandarasi ambaye anaitwa Holtani ambaye ndio ameripoti ame rasmi kwa hiyo hii zoezi ni la kumkabidhi rasmi eneo la utekelezaji wa mradi na hiki kibao ndio kinaeleza uh, mradi unahusu kitu gani na mkandarasi atakuwa ni, ni nani kwa hiyo kwa kweli kwa niaba ya wananchi wa Kasulu niendelee kutoa shukrani za dhati kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuendelea kusikiliza kilio cha wanakasulu na kuleta suluhu ya changamoto za maji zilizopo mradi huu wa bilioni tatu na milioni mia tatu themanini na nane ni sehemu ya miradi mingi ya utekelezaji wa maji ambayo inaendelea katika jimbo la Kasulu. Tunao mradi wa miji ishirini na nane ambao kwa mji wetu wa Kasulu una thamani ya bilioni thelathini na tano ambao unaendelea kujengwa, lakini kuna baadhi ya maeneo, ule mradi unatengenezwa kwenye kata ya Msabara, kwa hiyo maji yawezi yakapanda mlima kwa hiyo wakazi wa hapa Mwanga um, wana chanzo chao cha maji cha Mwanga B lakini tatizo lilokuwepo ilikuwa ni usambazaji. Kwa hiyo kupitia mradi huu tutasambaza maji, wananchi watapata maji safi na salama. Kwa hiyo dhamira ya kumtua mama ndio kichwani. Tunaendelea kuitekeleza kwa vitendo. Kwa hiyo tuwaombe wananchi ushirikiano kuhakikisha kwamba wanalinda mali ambazo zitatumika katika utekelezaji wa mradi huu, mabomba na mali nyingine ambazo zitakuwepo. Naomba wananchi wawe walinzi kuhakikisha kwamba hakuna ujuma ambayo inafanyika katika mradi, ili fedha ambazo kwa upendo mkubwa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hasani ameridhia zije kutuondolea kero ya maji zitumike katika malengo yaliyokusudiwa. Sasa mradi huu ambao leo tumesimika rasmi bango kuashiria kwamba kazi inaanza na nimekuja na mkandarasi, asogee mbele hapo wamwone. Nimekuja hapa na mkandarasi ambaye atatekeleza mradi huu. yeah, you have to stay close to me, I want to introduce you to my people. <laughs> mmemwona, eh? Ndiyo. Wewe, leo nimekuja rasmi kumkabidhi eneo la kutekeleza mradi Huyu ni Mfilipino na ni mzoefu katika usuala ya ya maji na amebatika, amepata kazi ambayo ina fedha nyingi. Jumla ni bilioni tatu na milioni mia tatu themanini na nane na mradi huu unaenda kunufaisha kata ya Muganza eneo lile la Mwanga B, lakini inanufaisha pia kata ya Msambara, Kimogwa, mwilavya, Kigondo pamoja na Ruhita Kweo kwa hiyo kwa kweli ni mradi mkubwa ambao unaendelea kuwa mkombozi upatikanaji wa maji safi na salama katika halmashauri yetu ya mji wa Kasulu. Wawakilishi wenu mbunge na diwani wametafuta, wamemwomba Mama Samia fedha. Wamepata fedha ambao sasa huyo mzungu mzungu huyo mnamwona pale. Ndio anakuja kuongeza nguvu ya upatikanaji wa maji wamepata fedha milioni elfu tatu, kwa maana ya bilioni ngapi? Wanaokwenda kuongeza, wanapeleka umeme kule kwenye chanzo, wanaongeza pampu, maeneo ambayo maji hayajafika, wanapeleka maji. Tunaelewana? Kwa hiyo ndani ya miezi mitatu minne, mtaanza kuona mabadiliko amazi yukwidimba kwa niaba ya mkurugenzi wa maji, kwa niaba ya uongozi wa chama na serikali, sisi kama kampuni ya ujenzi ya Holtan Builder's, tumekuja kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wetu wa kulaza mabomba e, pamoja na kuweka laini ya umeme kufikisha umeme sehemu ya chanzo cha maji pamoja na kufunga pampu. Mradi wetu tunategemea una miezi kumi na mbili lakini Mungu akitujalia na kama hakutakuwa na vikwazo vingi vya mvua na nini, tunategemea kutekeleza mradi wetu chini ya miezi hiyo, tukimaanisha miezi mitano mpaka miezi sita. Tushukuru wananchi, tushukuru uongozi wa eneo husika pamoja na serikali nzima ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia mradi kama wakandarasi wa ndani, tuwashukuru sana, akiwepo pia mkurugenzi wetu wa maji Kigoma, Kasulu na wote wanaohusika katika mradi huo. Tuwashukuru pia wananchi na madiwani wetu pamoja na chama na serikali.